Msamalia mwema amenilipia hela ya bango, amenilipia hela ya bango, yaani libaki kidogo nipelekwe mahakamani na manispa kusambia hela ya bango hiyo. Saluni yenyewe sipati wateja, sina wateja mimi kwenye hiyo saluni yenyewe, kwa wiki anapatikana mteja mmoja, nywele za mkono shilingi elfu tano. Sasa laki nne na elfu themanini na sita hapo, unapata elfu tano ngapi? Yani mpaka nisuki wate jamia na kitu angalau watejamia nami nibaki na elfu salasini na tano sijui yakula hapo kweli, bado sijalipa kodi eh? kwa hiyo mlikuwa msamalia mwema alia nilipiani alisi nimekoseaje? Kutuma ile karatasi nataka nije kesho halmashauri, niwaombe mnisikilize, mnipe muda kulipa.